Leo tumeanza kuleta fezi yetu ya mwanzo mabasi, tumeleta mabasi kumi, ambayo mabasi mengine yatakuja kadri ya miundombinu itakavyokamilika. Sasahivi tayari barabara ya kutoka Buyu mpaka mjini, kutoka na airport, mpaka mjini, yote, imeshakagua, ya mabasi ya kumi ya ya lakini uh, barabara ya Chuini ikimalizika barabara ya njia ya Jumbi kimalizika barabara ya kwani kimalizika naya Magomeni yote mabasi haya atakuja amai, mradi kwanza utaanza katika, lakini cha msingi zaidi tunakwenda kwenye mapinduzi, hatakuwa yanatumia cash, pesa taslim, kama vile kulipa. Mabasi haya yanatumia kadi maalum, mteja akiingia ndani ya, ya, ya, e receipt, ya, kingere, ya basi kwa ajili ya, kwa ajili ya kuingia, na kitoka atatap kwa ajili ya kuingia, tunakwenda kwenye ule uchumi ambao hauhitaji pesa, mtu achukue pesa, kadi yako ndio nauli yako. Hivi katika kitu ambacho kinaleta unafuu kwa wananchi basi do, ni matumizi haya ya umeme mbadala. Haya mabasi ndio yanatumia umeme, tunachaji alafu tunatumia chaji, kwa hiyo muda wote haya mabasi ndio yanatumia chaji ya umeme, tofauti na zile gharama za mafuta tulizozoea au gharama za gesi kubwa tulizozoea, kwa hiyo tukishakuchaji mabasi kwahiyo ya umeme hiyo, ume kwa hiyo uh, uh, uh, usafiri kwaiyo utakuwa nafuu na utakuwa bora na kizuri zaidi. Mabasi haya yatatumia vituo maalum, tokautaratibu sasa wa mabasi kusongamana vituoni kw. Mabasi yetu ndani yana kamera, mabasi yetu ndani vipaza sauti, yana kila aina ya usalama ambao usafiri wa kisasa unahitaji. Kwa hiyo abiria yataingia mabasi kifika kituoni, ataambiwa sasa hivi tuko kituo gani, ata tap ni kadi yake, atashuka au ataingia, ata tap ni kadi yake ni kadi yake ataingia ndani ya basi. Na uzuri zaidi, kama basi sasa hivi yataanza ndani ya airport, mtu ambaye anasafiri sasa hivi atachukua basi hili moja kwa moja mpaka ndani ya airport, na mtu ambaye anatoka safari zake za nje nchi atachukua basi ndani ya airport na atakuja zake mjini. Na tumejenga vituo vingi, tumeanza kujenga kituo cha, cha, cha, cha, cha Kijangwani ambacho leo hapa tupo tunamaliza kituo cha Malindi, tutajenga kituo cha cha hospitali, so, aai mmoja, tutajenga kituo koani na maeneo mengine yote hivyo vituo vyote sasa vitatumia hamabasi eh, ya kisasa yetu ya uh, meme haya ni maendeleo kwa kweli, na nampongeza sana Mheshimiwa Dr. Hussein Alhassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuamua kwa kuturuhusu sisi mfuge fadhila ya jamii ufanya mradi huu ni mradi mkubwa na ni mapinduzi kwa kweli. Ishu ya nauli ya vituo inapangwa na mamlaka ya usafiri barabarani. Tunaeta daswa sisi tuchakueleta mabasi yetu, tutawapa proposal. Sasa hivi tunapendelea labda nauli hii, wao sasa ndo atasema hii nauli iko juu au iko chini, lakini tunataka nauli iwe mule mule, wastani wa mule mule, isizidi wala isipungue sana, kama kuzidi kidogo, kama kupungua basi kidogo, lakini mamlaka ya usalama na usafiri barabarani wao ndo, wao ndio watakao kupanga nauli. No, no, kusema la kweli kwa, kwa mabasi haya yatatuongezea tuseme upungufu, yani shida ya usafiri sababu ak uaua uhakika sasa hivi kutokana mabasi haya hayatumieaana gharama haya kubwa kwamba ya kutumia mafuta ama ya umeme. Kwa hiyo mabasi ya umeme, kama wengine tunasema tunasola. Kwa hiyo mabasi haya ni mazuri, yatatusaidia katika safari zetu ambazo za nje kuanzia Bububu, Fuoni kwa Rara, huko watu wote wa kila sehemu watapata unafuu wa safari. Pamoja na usafiri upo, lakini usafiri kidogo huu utaongeza tija zaidi. tija na furaha kupanda vitu ambavyo kizuri, sababu upata kitu kizuri na upanda gari zuri, rangi yake nzuri na yenyewe alivyo mazuri. Kwa hiyo tufurahi na sisi na Zanzibar tu sasa ni nzuri. Kwa hiyo tunashukuru, alhamdulillah. Hujua mabasi haya utatusaidia sana, kwanza kufika skuli mapema na pili kufika nyumbani pia mapema, maana tutaepukana na ma, ma, epukana na adha za makonda kutochukua wanafunzi na pia hayo yatatuchukua mapema na kuturudisha na kutupeleka shule mapema na kuturudisha shule mapema. Usafiri upo, lakini sasa umekuwa ni shida, umekuwa ni adha na ni kero pia kwa wananchi, na pia, na pia wanalalamika kutokana na usafiri kwamba masherewa, mafoleni mabarabarani, pia naye kuleta hizo kwamba kayaleta kwa sababu ya kuondosha kero za wananchi na mafoleni barabarani.